Akiweka wazi katika mkutano wa kusoma ilani juu ya sababu ya kuja na kampeni ya kutokomeza udumavu inayokwenda sambamba na kugawa mifugo aina ya Simbilisi kwa ajili ya kitoweo kwa kaya zisizojiweza, Diwani wa kata Utalingolo Erasto Mpete amesema baada ya kuona udumavu upo kwa kiasi kikubwa katika eneo lake, licha ya uwepo wa vyakula vyote, wakaamua kufanya uchunguzi na kisha kubaini kuwa kuna ukosefu mkubwa wa vyakula aina ya protini hususan nyama. Majibu ya uchunguzi huo yakawakutanisha pamoja wajumbe wa baraza la kata na kisha na mpango wa kugawa Simbilisi mbili kwa kila kaya isiyo mudu gharama za nyama, zoezi ambalo limeleta matokeo chanya kwa kupunguza udumavu kutoka asilimia 43 hadi 36, jambo ambalo linamsukuma mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda na kuamua kuupa maua yake uongozi wa kata hiyo. Eh, maendeleo ya jamii maendeleo ya jamii zaidi ya milioni mia mbili hamsini zimeweza kutolewa na watu wameweza kunufaika kwa shughuli mbalimbali kutoka kwenye mikopo ya asilimia kumi. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Hapo sawa, si sawa? Tukija kwenye suala la udumavu, kata ya Utalingolo ndio kata pekee ambayo imeweza kupambana kuhakikisha kwamba tunatokomeza udumavu tulivyoshirikiana na wenzetu ndani ya kamaka, changamoto ni nini? Na hili niongee kwa faida ya halmashauri mji ya Njombe, tulichochanganua na kubaini kwamba makundi sita yale ya vyakula ni kundi moja ambalo ndio lina changamoto na ndio ni changamoto kuu kundi. Kundi la protini, kweli? Sio kweli? Kweli siyo kweli? ndio ambalo limeonekana kuwa na, na changamoto kubwa. Na kata yetu Utalingolo, kwa awamu ya kwanza udumavu ilikuwa ni asilimia 43, lakini tunavyoongea hivi udumavu umeshapungua na tunaelekea kwenye asilimia 36. Kwa nini tulikifanya? Ndugu zangu, hapo naomba mtutulie vizuri, nini tulikifanya kwamba Changamoto ya udumavu imeonekana inagusa zaidi wale ambao ni kaya zenye uchumi wa chini na kaya zilizo chini ya chini. Zilizo na uchumi wa chini zina changamoto kubwa, ambayo wanashindwa kupata protini ambayo inawezekana ni ya mimea au ya wanyama. Kwa sisi kama kata ya Utalingolo, tukajikita kuhamasisha shughuli ambayo inawezekana rahisi kwa huyu mtu wa chini ili aweze kupata kitoweo cha nyama ambayo ni protini. Kwa hiyo tukaanzisha mradi wa ufugaji wa simbilisi. Simbilisi hoye, simbilisi hoye. Simbilisi ni sungula wadogo ambapo wote tunafahamu na wote tumekuwa tukifuga, lakini utamaduni wa sisi wa Kitanzania walio wengi tumekuwa na utamaduni wa kudharau vitu vya chini, tunataka vitu vya vya juu. Sasa kuna ndugu zetu hawa ambao kiuchumi wako chini, hawana uwezo, hawana uwezo wa kufuga kuku, hawana uwezo wa kufuga sungura, hawana uwezo wa kufuga hata mbuzi, ng'ombe na kuendelea. Ukimpelekea ng'ombe mtu ambaye ana uchumi wa chini, ni sawa unataka kwenda kumdidimiza kiuchumi, vinginevyo umsaidie kwa maana hu awe na mtaji wa kuendeshea huyo ng'ombe na hiyo mifugo mingine mikubwa kwayo. sasa katika kata yetu tulianzisha huo mradi wa ufugaji wa simbilisi kuelekeza kwenye kaya ambazo hazina uwezo, lakini tunavyoongea hivi sasa tumehamasisha na simbilisi ziko nyingi za kutosha. Lakini tujipongeze wanakata Utalingolo, sisi tumeweza kuvimudu na kuvipenda vyetu tulivyonavyo. Hivi ninavyoongea imekuja project ambayo sasa wameelekeza macho ya Utalingolo kwamba zinatakiwa simbilisi zaidi ya 400 ambazo zinatakiwa zikatekeleze miradi kama hii tuliyoanzisha kata ya Utalingolo. hapo vipi jamani? <coughs> Niishie hapo. Tukija kwenye swala la kata ya Utalingolo bila uchafu bila uchafu, inawezekana. Tulipoanzisha swala zima la usafi wa mazingira, ilikuwa ni changamoto, tukianza na swala la vyoo bora ilikuwa changamoto. Wananchi kadhaa walikuwa wakilalamika mpaka wanafika kwa diwani, kwa mtendaji kata, tumevunjiwa vyoo vyetu vilivyokuwa vya mashimo, sasa hatuna mahali pa kwenda. Ndugu zangu, kwa sababu uwekezaji mkubwa umefanyika kwenye kata, vituo vya afya vimejengwa, vifaa tiba vimeletwa, madawa yote muhimu kwenye kata yote yameletwa, ni zaidi ya asilimia 95. Hii yote ni kuhakikisha kwamba mtanzania anakuwa na afya njema, mtanzania anahakikishiwa usalama wake na afya yake na kuwa na maisha bora. Lakini mheshimiwa diwani hakuishii hapo tu, akasema kuzaa ni jambo moja, kulea ni jambo jingine. akasema lazima pia tupambane na udumavu, akaendelea na swala la kupambana na swala zima la nini la udumavu, ambapo wamegawa vyakula vingi vya kutosha, wanyama hai, na kwingine ukienda kwenye kata ya Njombe kule walikuwa nagawa mpaka mayai, wengine wanagawa sibili, kulingana na mazingira ulio nayo, kwamba kitu gani wananchi wako wafanyiwe ili uwe rahisi kwao tunatengeneza taifa la leo na la kesho. Hatuwezi kuwa taifa la kesho ambalo la watu wamenumana, ambayo tunataka tuwe viongozi kwa baadaye, kwa lazima kiongozi anaanza kutengenezwa akiwa mdogo. Kwa mimi kwa kweli ninashukuru sana, na kwa sababu umesema utaenda kujiuliza na familia yako na mimi nakuunga mikono yajiuliza. Upande wao wanufaika wa vituo hivyo akiwemo Silvia Mligo pamoja na watendaji wa ratibu kampeni nzima ya udumavu wanasema imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza tatizo hilo, na kisha kueleza walengwa wa mradi. Tumepewa simbilisi, kiukweli kila kaya dumavu walipewa simbilisi. Baada ya kupewa simbilisi, zimetusaidia kwa kiasi kikubwa kwa kaya hizo kuondokana na udumavu kwenye kata yetu. Tukaanza na kaya duni zile ambazo kwa kweli zina uwezo mdogo sana, zina uwezo mdogo sana kipato, kipato. Kwa hiyo tukagawa zile Simbilisi, wakapewa mbili mbili. Kwa hiyo wanaendelea kuzifuga na sasa zimezaliana zaidi. Kasi ya kuzaliana ya wanyama ni ikoje na hadi sasa, mnadhani itasaidia kupunguza udumavu? Wazo hili kwanza liliibuka kwenye kikao cha maendeleo ya kata, yaani Kamaka. Na kwa nini tuliibua wazo hili? Kulingana na changamoto ya kata yetu Tuliona changamoto ya upatikanaji wa vyakula vya protini, yaani nyama pamoja na vitu vingine ni changamoto. Kwa hiyo tukaja na wazo kwanza awali kuanza kuangalia na kaya maskini au kaya ambazo zina hali ya ya uchumi wa chini, kwa maana tuanze kugawa Simbilisi. Tunashukuru Mungu kwa kata